Mwanaume anayefahamika kwa jina la Faustin Edward mwenye umri wa miaka 45 mkazi wa eneo la Kibosho anadaiwa amekatia migomba yake chini katika shamba lake mara baada ya kunyimwa simu na mkewe alipotaka kuipekua ili kubaini kama iwapo mwanamke huyo anamsaliti mtoto wa baba huyo amesema kuwa baba yake alifikia uamuzi huo mara baada ya kurejea nyumbani akiwa na listi ya majina ya wanaume kumi na moja anaowatuhumu wanatembea na mkewe. Inaelezwa kuwa baada ya mwanaume huyo kunyimwa simu aliulizia panga lake lilipo, na mara baada ya mke wake kusikia swali hilo, alikimbilia kwa jirani yake akihofia kuuawa. Mara baada ya mwanaume huyo kulishika panga hilo na kubaini kuwa mkewe amekimbia, alitoka nje ya geti la nyumba yake kwa hasira kali, na kisha kuelekea shambani kwake na kufyekafyeka migomba katika shamba hilo. Hata hivyo, inaelezwa mara baada ya kumaliza zoezi hilo Alichukua usafiri wa pikipiki na kwenda kununua mafuta ya petroli, na alipokuwa akirejea nyumbani akiwa na dumu lenye mafuta alighairi wazo la kwenda kulipua nyumba kwa moto na kuamua kuyatupa mafuta hayo mtoni kando na nyumba yake. Mara baada ya kughairi kuichoma nyumba yake alikimbilia kusikojulikana, na usiku ulipoingia alirejea kimya kimya na kuandika listi ya majina ya wanaume kumi na moja yenye kichwa cha habari kinachosomeka: Hawa ndio wanaume wanaovunja ndoa yangu.